Habari yako? Salama? Vipi, mbona umesimamisha? Samani, unajua kiukweli katika maisha yangu mimi toka nizaliwe sijawahi kukutana na mwanamke mwendo <mucho> yani, kama we ni mzuri dadangu, yaani siku ya uumbaji wako Mungu alituliza akili sana akatitoa kiunde kama wewe. Kwa asante, nashukuru sana kunisifia. Kawe dada mzuri ya Kenya na... unaishi mitaa ya mimi naishi maniwae, sipo mbali na hapa. Na hapa nauliza hivyo kwa sababu sijawahi kukuona, naona mimi mwenyewe mwenyeji pia wa mitaa. Uh, samani kwa mara ya mwisho vipi meolea yani hmm. Unanifurahisha sana ushanisifia kwamba mimi ni mzuri unavyodhani. Je, naweza nkakosa mtu kweli? Kwa sababu kama umeweza kunisifia mimi ni mzuri nashindwaje kuwa na mtu yoyote katika maisha yangu? Au ndo tuseme toka nimefikia uumri huu sijapata mtu kuniona mzuri kama wewe ulivyo ulivyoniona wewe mimi ni mzuri. Basi tangu hata huko nyuma pia kuna watu washaniona kwamba mimi ni mzuri. Najua kuna mawili. Unawezekana yeah, kawa na mtu, unawezekana ukaolewa. Yote naweza kuwezekana. akitakuja mini je, umeolewa au kujaolewa? niwe nimeolewa ama sijaolewa, kwau unavyodhani, naweza nikakosa mtu kweli? Kiukweli hapana. Basi jibu unalo. Sura yako si ngeni machoni mwangu. Mimi hapana. <laughs> mi na hatujawahi kuonana kabisa, ndio mara ya kwanza hivi tunaona. <laughs> samahani

Jambo mne hata linipendeza. Unachokisema ni, ni jambo zuri sana, jambo zuri sana na mimi kwanza namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kwa sababu nimepata mwanamke ambaye, eh, ana hofu ya dini. Unajua ndoa ni kitu cha msingi sana, sio kwetu tu katika maisha ya kawaida, hata kwenye dini ni jambo la msingi sana. Mimi siku zote nitaendelea kukuahidi, nikuhakikishie, ndoa ipo na ninajipanga taratibu hatua kwa hatua, nipate pesa. Nikishapata pesa nyingi za kufanya maisha yetu yaendelee na bora zaidi, basi tutafunga ndoa kubwa, yale yenye mashamsham na kuahidi. Nitahakikisha wanakijiji wote hapa ni wanajua kwamba familia ya fulani leo inafunga ndoa. Sitaki tufunge vindoa tu vidogo vido, vidogo bwana eh? kwani mkaji mimi hata sijui, lakini huyu mdogo wangu atakuwa na changamoto yani. Nilichomchunguza mimi, swala la ndoa hataki hata kusikia mtu anaolewa yani, yeye kwa kuwa yeye apendi hilo jambo, hataki kila mtu aolewe. Nadhani ni hivo nivyomchunguza mimi yani, eh. Unajua, kwenye haya maisha kuna vitu ambavyo huwezi kuvikwepa, kwa mfano ndoa. Sasa hivi bado mdogo, lakini kuna kipindi au kuna muda utafika, atahitaji sana ndoa kwamba jambo la ndoa ni jambo la muhimu sana shauri. Aaha, mali ya watu! Bibi harusi ipo ndani, kumbe tayari. Kasha yeye anakuata kutokea umekaa nje, unajua bibi harusi yupo ndani. Kasha kuachia manyoya huyo, sura yako sijui utaiweka wapi. Yani sina jambo dogo, mambo yangu ni makubwa makubwa tu, kama Azam TV. Jambo dogo nalichukua na hakikisha tunakuwa kubwa, nikuhakikishie ndoa yetu itakuwa kubwa. Yani hilo jambo niachie mimi, sitaki uangaike maswala sijui ya mziki sijui eh, viti, chakula sio nini, yani vovote ni na achie mi, nataka utulie. Mungu wewe apa, ah, uwezo gani? Wewe, wewe, wewe, wewe, wewe Nini? Eh? We? Haya. Wapi, ah, maharage, bwana we ulikuwa unaenda huko? Huku amna mzee, maharage yangu tu nyumbani yanaungua. Wakati unaenda huko, ulikuwa unajua kama nyumbani kuna maharage, si ndio? Hebu nisikilize bwana wewe. Nisikilize. Nisikilize unyinga ule ufanya unaujua, e, unaujua vizuri kabisa. Haya, we uliona wapi eh? Mtu anaposa mwenyewe, mshenga mwenyewe, sijui moaji mwenyewe, kila kitu anafanya mwenyewe. Uliona wapi we uli Kikweli mzee wangu, kipato changu ni kidogo sana, sina uwezo wa kumpa mshenga wakwete kwenu, kwa hiyo nikaona bwana nijaiti tu mwenyewe. Haya, hey. ah. hey. Sawa basi, wewe huna pesa ya kumpa mshenga ili akuletee barua nyumbani, unaweza kuishi na binti yangu? Unajua binti yangu kwa siku anatakuwa achiwe shilingi ngapi ya matumizi? Unajua mimi namgaramikia shilingi ngapi yule? Usitende kuniulia mtoto. Alafu usinifikirie vibaya. Yaani mimi siko hapa kwa ubaya au labda mimi sitaki si binti yangu aolewe au wewe ufai, hapana. Mimi najua kabisa maadili na pesa ni vitu viwili tofauti. Wewe ndo una hela ndio, lakini una mapenzi ya dhati kwa mwanangu. Sasa sikiliza. Kama kweli unampenda binti yangu, fuata taratibu. Sio kila mtu anatumia mshenga kwenda kutoa posa kwamba ana hela. Eh? Mwingine anaomba. Mimi nenda msikitini kule. Kuna watu wamekaa kule kuna mashehe, kuna watu wana busara na hekima. Muombe muelezee moja mbili tatu, nisaidie. Mtu atakuja hata mi taka kidogo na busara basi ya kuishi na binti yangu. Lakini ujingo uliofanya huu kabisa, napata picha wewe uwezi kuishi na mwanamke. Hapana mzwan, itapambana kadi niwezavyo, ili mradi mtoto wako awe kwa hakika, avae vizuri, kila kitu apate sawa. Sasa kama kweli unampenda binti yangu, basi fata taratibu, fata taratibu kama nilivyokuelekeza, kila kitu kiwe sawa na hapa nimeongea tu kwa uzuri kabisa, nimeongelea mambo mengine, sijagusia swala la pesa eh? sijaongelea ishu ya mahari wala kile eh? pesa ya mjomba si pesa ya nini, hivyo vyote sijaviongelea. Hivyo hivo sio, nelewa vizuri. Tamani kidogo, ina maana nikija kutoa barua, kuna pesa ya mjomba, kuna pesa ya siu shangazi, kuna pesa ya kila mtu pale, sindio? Wenzio ndo wanavyofanya ili kuishawishi familia. Wewe unadhani binti yangu yeye we, yaani wewe tu ndio umemuona? Kijiji kizima wewe ndio umemuona peke yako oh? kuna watu wengi wanakuja pale, kila mtu anakuja na swaga zake. Huyu kaleta hiki, huyu kaleta hiki, mkungu wa ndizi, mwingine mananasi. Wewe umeleta barua tu, nani? Barua hii haina takiti, ipo kavu kavu tu. Basi sawa, mzee wangu, naomba tusemeane, kwa nitajirekebisha wakati ujao. Hao ndo maneno sasa ya mwanaume atakuwa aongee sasa. Ah, sawa Nimeleta taarifa mkuu. Inaonekana yule ni mke wa mtu. Unasema ina maana umeshindwa kazi?

Kwa nini unaambia shida ni nini tatizo ni nini? Kwa nini unataka kuolewa? Nikikuuliza unazungukia huku, unapita huku, unatokea huku. Niambie shida ni nini? Eh? Kama umepata mwanaume mwingine au na mchumba au kuna mwanaume wewe anakudanganya huko, bora useme ili tujue, na ukimwambia shemeji yako atamchunguza huyo mtu vyema, kama ni mtu sahihi, basi utaolewa. Kwa nini unashindwa kuniambia ukweli? Nishasema sitaki kuolewa dada. Kama mmenichoka hapa kwenu, ni bora mniambie. Moyo wangu umebeba mengi na yakumiza, mana mkuja kwa mara nyingine tena Nataka nipe majibu yangu samani laki, ukweli kuwa nakupenda nataka kufanya malengo na wewe, nipe nafasi chache tu ili nionyeshe upendo wangu kwako. Hivi wewe mkalamba, wewe ni mtu gani usielewa? Kila siku nakwambia neno hilo moja, sikupendi, sikutaki, mbona uwezi kujishikilia? E, unanisumbua kila mara kwa nini? Tatizo moyo mama, tatizo moyo. Ukweli kuwa nakupenda ndio maana nilipelekea haya yote kama nikuwa sikupendi, ati nisigifika pako. Wewe si mtanzania halisi, ndio si unajua kiswahili vizuri eh? nakijua vizuri sana pia, hata kuongea naweza kwa vio, ni mtanzania halisi. Mtu anavyokuambia sikupendi, nadhani unaelewa yani e, loiwe mara ya kwanza na ya mwisho kutwangwa. Watu wako huko ulikotoka hadi uja hapa kwetu. Koma, sikupendi, sikutaki, achana na maisha yangu. Sijui unanielewa Nazani tumeelewana. Kwa hiyo wewe unanidharau mimi kwa sababu ya yule kikaragosti? Sinaongea na wewe

Hali ya mdogo wako kadri muda unavyozidi kwenda inazidi kuwa mbaya, na kwa haya mabadiliko ya muda huu mchache tu sizame hata kama kesho atafika. Jamani, sasa ndio maneno gani haya unaongea? Inabidi tufanye jambo, bila kutafuta dawa hapa tunaweza kujuta baadaye. nenda kule porini kachukue majani ya mti wa mkoko na uyalete hapo, mimi nitajua nini cha kufanya. Na sawa, nimekuelewa. Wewe umeshindwa kazi yako, na usipoangalia vizuri basi kazi hii nitampa yeye. Kuna mtu kumpiga kombora, lakini sitaki kujua chanzo ni nini, ila kwangu kazi yangu imeenda vizuri sana. me lelo Ezamos kolo ya suka yakosakana namosala so kia natindio loko sala ngu natinda kio yokinga malamu mutembee na kazi kama vile ninavyohitaji. Sawa Nazali, tumeelewana na kesho usiku ndio siku ya ngoma ya wananchi. Basi kesho inatakiwa kutekeleza kila kitu. Nazali, mmenielewa akwada?